Tuna wakala au tuseme e, Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko. Hii ni taasisi ambayo inasimamia mazao haya ya nafaka, mahindi na kadhalika lakini mazao mchanganyiko. Sasa hawa nao tunawashukuru kwa sababu kupitia Wizara ya Kilimo wamepewa fedha na Rais wa Jamhuri ya Muungano ili waweze kutufikia sisi kwa mfumo huu tuletewe mbegu. Lakini kama walivyosema hapo awali, walishafika kufanya maandalizi, kuongea na sisi ni namna gani tunaweza kujiingiza au kuanza shughuli ya kilimo kilicho bora cha alizeti. Alizeti tunafahamu ilivyobadilisha maisha kwa wenzetu majirani, mkoa wa Singida, wilaya ya Iramba, tuna mifano mikubwa. Sasa hivi tunajenga viwanda vikubwa Dodoma vya kuchakata alizeti ili tuweze kupata mafuta yaliyo bora na safi. Kwa hiyo tunapewa fursa hii na e, e, mamlaka hii ili tuweze kufikia malengo ya hasa lengo kubwa la kukuza uchumi na kubadilisha maisha ya Mtanzania mmoja mmoja. Sisi wana Mbogwe mmoja mmoja kuongeza kipato na kubadilisha hali zetu za kiuchumi. Kwa hiyo tunawashukuru sana kopra e, kwa kifupi wanaitwa kopra ii e, ina, mamlaka inaitwa kopra. Tunawashukuru sana kwa kutufikia, lakini sisi tunapewa jukumu sasa la kuchukua mbegu. Mbegu tunapewa bure. Ukishapewa mbegu wewe unakuwa na majukumu kadhaa. Jukumu la kwanza ni kuandaa shamba vizuri. Kwa hiyo niagize, niwaombe tukaandae mashamba yetu vizuri. Wataalamu tunao, nimefurahi kwamba nimeona kata kuna mtaalamu kata kuna mtaalamu. Kwa hiyo tusiende kuzitumia mbegu hizi kienyeji, hizi ni mbegu za kisasa, tukatumia mfumo wa kilimo wa kisasa tutakavyoelekeza ezwa tutakavyoelekezwa na tutakavyosaidiwa na, na watumishi wetu ambao wanalipwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa ajili ya kutusaidia sisi tunatakiwa kuwatumia katika hii misingi ya kilimo bora, lakini sio sio kulima na kupanda, bado kuna pembejeo zinazohitajika. Kwa hiyo tushirikiane na hao wenzetu maafisa kilimo wote kuanzia ngazi za msingi mpaka id kwenye idara. Niagize kwamba e, tushirikiane na wenzetu wa kopra. Ni mamlaka ya serikali, mamlaka ya serikali ni serikali Tushirikiane nao ili alizeti hii tukishaiweka ifikie lengo ambalo tunalihitaji hadi kuvuna kwa kisasa ili isiharibike. Hilo la pili, lakini la tatu nisisitize kwamba we wenzetu hawa wa kopra pia wanasimamia mfumo wa stakabadhi galani, nafikiri kwa siku za mbele ili tuweze kupata tija pande zote, serikali kuu e, mamlaka zetu pamoja pia na, na halmashauri ni vizuri tukafikia mahali ambako tunaanza kutumia mifumo hii ya stakabadhi ghalani ili hata ukusanyaji wa mapato uwe rahisi. Tukikusanya mapato tunarudisha kwetu, eh, mambo mazuri tunayoyaona mengine tunatumia mapato ya ndani tukiacha jitihada za serikali kuu. Kwa hiyo ninaomba na wenzetu hawa wa COPRA basi washirikiane na idara yetu ya kilimo mpaka tufike mahali ambapo tunaanza kutumia mifumo ambayo ni mizuri katika kuleta tija kwa kwa wananchi. Sasa hapa tuko na kata tatu au nne nne, lakini kama alivyosema mheshimiwa mbunge hapa ni kwamba, na kama walivyotuelekeza KOPRA, mbegu hizi zitafika kata zote na vijiji vyote na vitongoji vyote zitafika.